Meya mstaafu wa Ubungo Mr. Boniface Jacob amejitokeza na kuweka hadharani makosa kumi ya Mbunge Musukuma, madiwani na halmashauri ya wilaya ya Geita kwa mwekezaji Rashid, kufuatia kilichotokea tarehe 24 Januari mwaka huu wa 2026 ambapo Mbunge Musukuma alionekana akizichapa live live na mwekezaji Rashid baada ya mvutano wa maneno. Sasa tunakwenda kutazama na kusikiliza makosa haya kumi ambayo meya huyu mstaafu wa Ubungo ameyaainisha kufuatia sakata hilo dhidi ya mwekezaji Rashid. Meya mstaafu Boniface Jacob anaanza na utangulizi hapa, anasema: Uchambuzi huu umeandaliwa kwa kuzingatia uzoefu wangu kama kiongozi mzoefu katika tawala za mikoa na serikali za mitaa, kufuatia kusambaa kwa picha mjongeo inayoonyesha tukio la vurugu kati ya mbunge Msukuma, kati ya mbunge Msukuma, madiwani wa halmashauri ya wilaya Geita na mwekezaji Rashid. Katika uchambuzi huu nimetumia kanuni za kudumu za halmashauri ya wilaya Geita za mwaka 2004 pamoja na sheria namba 7 ya mwaka 1982 ya serikali za mitaa na mamlaka za wilaya sura namba 287. Moja, haki ya mwalikwa kujieleza. Nimesikia mwekezaji Rashid akisema wazi kuwa katika ziara ile ya mbunge Msukuma pamoja na nimesikia mwekezaji Rashid akisema wazi kuwa katika ziara ile ya mbunge Msukuma pamoja na halmashauri hakuwa na cha kueleza. Kauli hiyo ilikuwa sahihi Kauli hiyo ilikuwa sahihi kisheria kwa kuwa mwekezaji ana haki ya kujieleza kwa waandishi au kupitia uwakilishi rasmi wa kisheria badala ya kulazimishwa kujieleza yeye binafsi mbele ya kamati au hadhara. Baada ya jibu hilo, halmashauri na kamati husika zilipaswa kurejea ofisini kufanya majadiliano ya ndani na kufikia maazimio rasmi kisha kumwagiza mkurugenzi wa halmashauri kuchukua hatua kulingana na maazimio hayo. Namba mbili. Utaratibu wa maswali kwa mwalikwa: mjumbe wa halmashauri katika kikao au ziara haruhusiwi kuelekeza maswali au hoja moja kwa moja kwa mwalikwa. Badala yake, mjumbe anatakiwa kuwasilisha hoja au swali lake kwa mwenyekiti wa kikao, ambaye ndiye mwenye mamlaka ya kumwagiza mwalikwa kutoa ufafanuzi. Hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 166, inayosema mjumbe anapozungumza ataelekeza mazungumzo yake kwa mwenyekiti tu na anapaswa kusimama. Katika tukio husika, mbunge Msukuma alionekana kulumbana moja kwa moja na mwalikwa kwa kumuuliza maswali binafsi kinyume na kanuni hii huku mwenyekiti wa kamati na wa halmashauri wakiwa kimya bila kutekeleza wajibu wao wa kiuongozi. Namba tatu au kosa namba tatu, ualikaji wa vyombo vya dola, yaani OCD. Mbunge Msukuma yeye binafsi alitoa maelekezo aitwe OCD kushiriki kikao au ziara ya kamati kwa namna inayodokeza dhamira ya kumtishia mwekezaji. Kitendo hiki ni kinyume cha kanuni za kudumu za halmashauri ya wilaya ya Geita, kanuni ya hamsini inayosema: Mwenyekiti wa kamati, kamati ya pamoja au kamati ndogo baada ya kushauriana na wajumbe wa kamati husika anaweza kumwalika mtu yeyote kuhudhuria na kuzungumza kwenye mkutano kuhusu suala lolote au kushiriki kwa namna yeyote, um, kwenye kikao cha kamati lakini mtu huyo hat, eh, hatakuwa na haki ya kupiga kura. Kanuni hii inapewa nguvu na sheria namba 7 ya mwaka 1982 sura ya 287 kifungu cha 744. Hivyo, ni mwenyekiti wa kamati pekee na si mbunge aliyekuwa na mamlaka ya kumwalika mtu yeyote kushiriki kikao au ziara, na hilo halina budi lifanyike baada ya mashauriano ya kamati husika. namba nne. Ushiriki wa vyombo vya habari. Mtumishi mmoja wa halmashauri alieleza kuwa kilichofika eneo lile ni kamati ya uchumi, ujenzi na mazingira. Hata hivyo, mbele ya vyombo vya habari, mbunge Msukuma aliwaita waandishi wa habari wafuatilie tukio lile e, ili kurekodi marumbano yake na mwekezaji. Kanuni za kudumu za halmashauri ya wilaya ya Geita zinakataza vyombo vya habari kushiriki vikao vya kamati au kamati ndogo. Kanuni ya 51 inasema majadiliano katika kamati, kamati ya pamoja au kamati ndogo hayatakuwa wazi kwa umma na vyombo vya habari isipokuwa kwa azimio la halmashauri linaloruhusu umma na vyombo vya habari kuhudhuria. Kanuni hii inapewa nguvu ya sheria namba 7 ya 1982 kifungu cha 85 na kifungu cha72 namba a. Uwepo wa watu wasiokuwa wajumbe wa kamati. Uwepo wa watu wengine nje ya wajumbe halali wa kamati, yaani madiwani, mbunge na watumishi wa halmashauri, ulikuwa kinyume cha kanuni. Kanuni za kudumu za halmashauri ya wilaya ya Geita kanuni ya 58, zinaeleza kuwa shughuli na mijadala yote ya kamati ni siri. Mjumbe wa kamati au kamati ndogo hatatoa nje jambo lolote liloletwa au kuchunguzwa kwenye kamati au kamati ndogo bila ruhusa ya kamati hiyo. Kanuni hii inapewa nguvu na sheria namba 7 ya mwaka 1982 sura ya 287 kifungu cha 744. Kanuni zinakataza mtu asiye mjumbe wa kamati kushiriki katika shughuli za kamati, kinyume kabisa na kilichotokea ambapo watu wengi walijazana kusikiliza marumbano kati ya mbunge na mwekezaji. Namba 6: mamlaka ya kamati za kudumu. Kamati za kudumu hazina mamlaka ya kutoa maelekezo ya moja kwa moja kwa mwekezaji. Badala yake kamati zinapaswa kufikia maazimio na kutoa maelekezo kwa mkurugenzi wa halmashauri ambayo lazima yapate idhini ya baraza la madiwani. Kanuni ya 40 ya kanuni za kudumu za halmashauri ya wilaya ya Geita inasema: Kamati zote za halmashauri zitawasilisha taarifa zao kwa halmashauri na hakuna hatua itakayochukuliwa kutekeleza uamuzi wowote wa, wa kamati yoyote mpaka hapo taarifa ya kamati husika itakapokuwa imekubaliwa na halmashauri halmash... Kanuni hii inapewa nguvu na sheria namba 7 ya mwaka 1982 sura ya 287 kifungu cha 84, na namba saba au kosa namba saba kwa mujibu wa Meya mstaafu wa Ubungo Boniface Jacob. Mamlaka ya kuagiza kukamatwa Mbunge akiwa mjumbe wa kamati hana mamlaka ya kuagiza vyombo vya dola kumkamata mtu katika utekelezaji wa shughuli za halmashauri. Endapo kungetokea hali ya kuhatarisha amani au, eh, au kikwazo katika utekelezaji wa majukumu ya halmashauri, mkurugenzi ndiye mwenye wajibu wa kutoa taarifa kwa jeshi la polisi au kumjulisha mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya. Yani, mkuu wa wilaya. Ikiwa mwalikwa angekuwa anavuruga kikao, kanuni za kudumu zinamtaka mwenyekiti wa kikao, si mbunge, kuchukua hatua. Soma kanuni ya kumi na nane: iwapo mtu yeyote atavuruga mkutano, mwenyekiti atamwonya na endapo ataendelea, ataamuru atolewe kwenye chumba cha mkutano. Namba nane. Hoja ya umiliki wa eneo. Watumishi wa halmashauri walieleza kuwa mmiliki wa eneo linalobishaniwa ni Chama cha Mapinduzi CCM. Kabla ya halmashauri kukutana na mwekezaji aliyeingia mkataba na CCM, ilipaswa kutoa taarifa rasmi kwa maandishi, yani barua kuhusu ukiukwaji wowote wa, wa utaratibu au taratibu za ujenzi au matumizi ya ardhi au kusimamisha maendeleo hayo kwa barua rasmi. Kitendo cha kamati kufika eneo husika kuuliza umiliki wa eneo ni udhaifu wa kiutendaji kwa kuwa madiwani si watendaji wa halmashauri bali ni wasimamizi wa shughuli zake. namba tisa, kwa mujibu wa Boniface Jacob anasema ukosefu wa uongozi wa kikao kuanzia mwanzo hadi mwisho kikao au ziara haikuonekana kuongozwa rasmi na mwenyekiti wa kamati au halmashauri katika kusimamia mijadala. Halmashauri na kamati husika eh, hazikutumia ipasavyo sheria na kanuni katika utekelezaji wa majukumu yao, hali iliyopelekea kuzuka kwa vurugu. Namba kumi na mwisho, tukio la kushambulia na kutukana kuhusu mbunge Msukuma kurusha ngumi na kutoa matusi. Vitendo hivyo vinaingia katika makosa ya jinai. Hakuna kinga ya kisheria dhidi ya vitendo vya jinai kwa kisingizio cha uwa uwakilishi wa wananchi. Nategemea kwamba mpaka muda huu mbunge Msukuma angekuwa tayari yuko mikononi mwa vyombo vya dola kwa hatua za kisheria. Mwisho, ni vyema vyombo vya dola ikiwemo TAKUKURU kufanya uchunguzi huru kwa kuwahoji wahusika wote ili kubaini chanzo halisi cha vurugu hizo. Kwa uzoefu wangu, ukiukwaji wa sheria na kanuni katika utekelezaji wa majukumu ya mamlaka za serikali za mitaa mara nyingi husukumwa na mazingira ya mashinikizo kwa, kwa wawekezaji hususan pale wanapo kataa au kugomea kutoa rushwa kwa watendaji au madiwani. Huyu ni Boniface Jacob ameandika haya akiorodhesha ama akiainisha makosa kumi ya mbunge Musukuma, madiwani na halmashauri ya wilaya ya Geita kwa mwekezaji Rashid kufuatia kilichotokea ama mvutano uliotokea siku ya Januari 24 mwaka huu wa 2026. Boniface Jacob ni mwenyekiti wa Chadema Kanda ya Pwani na amehitimisha kwa kuweka namba zake za simu hapo, e, mstahiki meya mstaafu HM Kinondoni lakini pia mstahiki meya mstaafu HM Ubungo, na amekuwa diwani kwa takriban miaka kumi.